Turejee humu nchini ambapo, huku mvua kubwa ikiendelea kunyesha sehemu kadhaa nchini, wakazi wa kaunti za Garissa na Tana River wameonywa kuhusu uhaba wa maji safi kufuatia kuchafuka na njia za kusambaza maji. Kampuni ya maji ya Garissa ya GAWASCO sasa ikiwataka wakazi kujipanga licha ya mvua kuendelea kushuhudiwa. Aidha, tahadhari imetolewa kwa wakazi wa eneo la Kati kuhamia maeneo salama kufuatia mvua inayonyesha. Kama Mwangi anatuarifu zaidi. Huenda wakaazi wengi katika kaunti za Garissa na Tana River wanaoitegemea kampuni ya usambazaji maji ya Garissa ndani ya siku chache zijazo wakakatiziwa maji baada ya mto Tana ambao hutumika pakubwa kuwasambazia maji safi kufurika na kuchafuka zaidi na kutishia uharibifu wa mitambo ya kuwasafishia maji. Kampuni ya GAWASCO inasema mvua hii isipopungua italazimika kuiondoa mitambo yake isibebwe na mafuriko. Rangi ya maji, uzito wa maji inakuwa ni zaidi, jambo ambalo shirika hii mitambo zake hazitaweza kusafisha hiyo e, uchafu ilete maji ya kawaida. Kwa hivyo tunaeleza wenyeji wa Garissa wawe radhi kwa hii hali ambayo ni ya Mungu tu imekuja kwa sababu ya mvua nyingi ambayo inaonyesha nyanche za juu za Kenya hapa. Ilani hii inajiri huku idara ya utabiri wa hali ya anga ikionya kuhusu hatari ya mafuriko, na vile tayari tuko na mafuriko, wale wanaishi within the lowland areas bado tutatarajia mvua inyeshe, na tafadhali tafuteni njia ya kutoka kwa hizo lowland areas, tukiendelea kumonita vile season itaendelea, sababu hatutaki kupoteza maisha katika eneo la kati. Hata hivyo familia 500 katika kaunti za Muranga Kirinyaga, Kiambu na Tharakanithi tayari zimeathirika na mvua kubwa. Uh, so wakaazi wa maeneo haya sasa wanatakiwa kuwa waangalifu zaidi. kama au mwangeroninga ya Citizen